Vile unavyoamkaga asubuhi kwenda kazini au kwenda kufuatilia mambo mbalimbali mbali, vivyo hivyo fuatilia sasa kwa jinsi ya roho kinachoendelea kwenye anga lako, fuatilia kama vile unavyofuatilia, unapanda daradara, unaunganisha bajaji, unafuatilia. Hapa ndio hapa penyewe, fuatilia, fuatilia, futa alama mbali mbalimbali futa futa matambiko futa maagano, futa futa futa yakata futa futa futa. Fuatilia fuatilia fuatilia fuatilia fuatilia, wanawake, fuatilia fuatilia, hii ndio nafasi. Fuatilia fuatilia fuatilia fuatilia fuatilia kinachoendelea. Wajibu wajibu, waeleze waeleze kwamba sasa sio mimi yule mlienizoea. Endelea kuomba endelea kufuatilia

Kila unataka kifanyike, kila unataka kitokee kwenye anga hicho, kitamke, kitamke, tamke, panda, panda. Mauti na uzima vipo katika uwezo wa ulimi. Kwa kinywa unaweza kukiri uzima, kwa kinywa unazikiri baraka zinakujilia, kwa kinywa, kwa kinywa, kwa kinywa. Fatilia, unapanda Fuatilia, unatamka fuatilia, unatamka endelea, kutamka tu hapo, endelea kumimina, mimina, mimina, mimina, achilia baraka kutoka kinywani mwako. Amesema Yesu, anasema mimi nayaumba matunda ya vinywa vyenu nayaumba matunda vinywa ya viva vyenu, endelea kuomba ukitamka, endelea kuomba ukikiri. Huo ni unabii kwenye anga lako, huo ni unabii kwenye anga lako, ya kwamba anga langu halitachakaa rakasikatana bagazamaa Alikatembelewa na nguvu za giza hakuna giza juu ya anga langu. Hakuna giza juu ya anga langu. Hakuna giza juu ya anga langu. Alipo giza, giza hauko, uchawi hayako, mahirizi kwa jina la Yesu Kristo, endelea kufuatilia tu hapo, endelea kutamka kwenye anga litamkie anga lako. Litamkia anga lako. Endelea kutabiri kwa habari yangu, tabiri, tabiri, tabiri, tabiri, tabiri. tabiri mwanamke tabiri mwanaume. tabiri kijana, tabiri. Tutabiri twende tabiri neno tabiri, sema tabiri, tabiri, tabiri, tabiri. Tabiri, tabiri, tabiri, sema neno sema neno na Bwana ataliumba sema neno sema neno na Yesu ataliumba kwenye anga sema neno Bwana asikie umsikizishe Bwana msikizishe Bwana msikizishe Bwana msikizishe sauti yako Yesu, Yesu, msikizisha Yesu, Yesu, Yesu, Yesu angarangu Bwana, linamilikiwa na wewe Yesu. Angara kanisa, linamilikiwa na Bwana, limesheheni baraka, limesheheni uzima, limebeba maarifa, limebeba ufahamu, limebeba nguvu Angalako Yesu, Angala Angala Yesu. Yesu. Angalangu Bwana angalangu Yesu. Katika jina la Yesu hakuna miiba wala michongoma litakayomea kwenye anga langu itakayoota kwenye njia zangu, haipo miiba wala wala michongoma. Kila pando lisilopandwa na baba yangu wa mbinguni, hilo lazima ling'olewe, halitapandwa lisawi

Endelea kutamka. Endelea kutamka. Endelea kutamka. Endelea ya kutamka. Endelea ya

Nampiga wa upanga wa Roho, namkamata asimamaye kinyume, kwanzi wa moto namwashia a jina la Yesu, ataniweza moto ni Yesu. Moto ni Yesu. Moto ni Yesu. Moto ni Yesu. Moto ni Yesu. Ni lazima. Ni lazima. Yatoke. Yatoke. Yatoke. Mabadiliko makubwa katika historia, historia, historia ya maisha yangu. Historia. Historia ya maisha yangu. Ya Mungu ananitofautisha anani moto, moto wa Bwana, endelea kuwasha moto, endelea kupiga moto na moto kwa jina la Yesu. Na wakamata waka kwa wakamata waka katika wanadamu, katika wanadamu waliobariki waliobarikiwa mimi sasa ninaanza, mimi sasa. Safari, safari ya kubarikiwa. Ninapenya kwa namna ambayo haijatokea, ninainuka kwa ufahamu, unafunguka maarifa yanafunguka, yanafunguka, yanafunguka. Macho yangu macho yanaona yangu. Ya mwelekeo ya kwa jina la Yesu, endelea kuomba, endelea kuomba, ndiyo Yesu, ndiyo Bwana, unatukuza, unatuongeza tena unatupeleka viwango vipya, tunaenda hatua nyingine. Yesu alimuuliza Petro. Nataka ufuatilie. Ndio Yesu wa uzima. Fuatilia kwa mzigo. Ndio Bwana wangu. Fuatilia kwa mzigo. Ndio Roho Mtakatifu. Fuatilia kwa mzigo. Endelea kufuatilia tu. Uwe na moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Mungu anakuinua. Utakuwa na mabadiliko makubwa. Utakuwa na mabadiliko makubwa kwa sababu umelifungua anga. Endelea kulifuatilia anga. Piga kelele sana. Piga kelele ukiomba. Yesu, mabadiliko makubwa. Yesu, mabadiliko makubwa kwenye anga langu Yesu, Yesu, makubwa, makubwa, natamani Yesu, mabadiliko makubwa, mabadiliko makubwa. Bwana, unitofautishe makubwa. Makubwa angalia sasa, mabadiliko makubwa, Yesu, angalia sasa

Yameondolewa, endelea kuomba ukifatilia. Hapo endelea kuomba ukifatilia, endelea kukagua kagua, kagua. endelea kukagua siku ya sita. Ndio Yesu wetu mzuri, tunakagua Bwana, tunapeleleza Yesu. Anga langu litofautishe tu, litofautishe nitafautisha na wanadamu wengine, nitafautishe Bwana, nitafautisha na wanadamu, nimeamua. Endelea kuomba, una maneno ya kusema, sema. Yesu, Yesu Yesu, unayo maneno Bwana Nimesha yangara nimeamua Yesu, nisemeshe nisemeshe nisemeshe, nimeamua nimeamua nimeamua nimeamua Yesu, na ni shauku ya Bwana, ni shauku yangu Yesu, ni shauku yangu Roma, nisemeshe nisemeshe, ni shauku yangu Yesu, kuyaona mabadiliko kwenye anga langu Bwana, na ni shauku yangu, ni njaa, ni kiu yangu Yesu, kuona mabadiliko makubwa kwenye anga langu kuona mabadiliko makubwa kwenye anga langu Yesu, kuona vitu vinatokea kwenye anga langu, kuona vitu vinaumbika kwenye anga langu, kuona vitu vinapikwa kwenye anga langu, kuona vitu vinazaliwa kwenye anga langu, Yesu, kwenye anga langu, Roho Mtakatifu. Na hii njaa niliyo nayo na shauku niliyo nayo ni kwa ajili ya we mwenyewe kutukuzwa, ni kwa ajili ya we mwenyewe kuinuliwa, ni kwa ajili ya kuupandisha juu msalaba ni kwa ajili ya kuupandisha juu msalaba, Yesu. Naponitofautisha mimi Yesu, naponitofautisha mimi, walimwengu watakujua, dunia itakutambua wa Bwana. Na ndipo niko hapa, Mfalme wa uzima. Nimepanda mlimani kama Musa, nimepanda mlimani kama Eliya, nimepanda mlimani Yesu, kama Ibrahimu amekuja kukutana na wewe Yesu, kwa ajili ya anga langu Bwana natamani kuwaona malaika wakipanda na kushuka, wakipanda na kushuka, Yesu wakizileta baraka, wakiyachukua maombi yangu na kupeleka mbele za kiti cha enzi, kwa habari ya mabadiliko makubwa kwenye anga langu, Yesu kwa habari ya mabadiliko makubwa, kwa habari ya ule uzima, kwa habari ya ile afya, kwa habari ya ile mipenyo, kwa habari ya ile maarifa, kwa habari ya ile ufahamu wa rohoni. Kwa habari ya ile roho ya ufunuo katika jina la Yesu Kristo. Hey Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, niko hapa kutetea. Bwana, niko hapa kutetea Yesu. Hey Yesu, anasema toka siku za ubatizo wa Yohana, lapakasikana magasiama toka nyakati za ufarume, toka nyakati za ufarume ule aliyoujiria Yohana, ufarume wa Mungu unapatikana kwa wenye nguvu na wenye nguvu ndio watakaouteka watu wenye bidii watu wenye nguvu ndio watakaoweza kulitengeneza na kulipika anga lao, na kulipika anga lao, ndio watakaopokea mabadiliko makubwa, mabadiliko makubwa. Yesu, Yesu, hey, hey, Yesu. anga langu halitachezewa, anga langu Bwana halitapokea moto wa kigeni, wala hakuna madhabahu ya giza itakayosimama kwenye anga langu. ana anga langu limegeuzwa, ani moto unatembea kwenye anga ni moto unatembea kwenye anga, anga. Chochote kisicho moto hakitaweza kusimama pale, chochote kisicho moto Yesu kinateketezwa, Yesu kinateketezwa. Ninauwasha moto utembee kwenye anga langu, ninauwasha moto utembee kwenye anga langu katika jina la Yesu. Ikiwa mapepo yatapita yaunguwe hapo hapo. Ikiwa wachawi watapita, wapigwe shoti kwa jina la Yesu. Ikiwa waganga watatamka yale matamshi, yageukie kwa moto urao kwa jina la Yesu Kristo. Yesu wa neema, Yesu wa neema, anga langu. Bwana, anga langu, Yesu, ninalisafisha kwa moto, linalisafisha kwa moto, huku nikiondoa makando kando huku nikiondoa vijito huku nikiondoa mawe huku nikiondoa visiki. Kila pando lililopandwa kwenye anga langu, kila pando lililopandwa kwenye anga langu, kila kilichotamkwa kwenye anga langu, mimi ninakiondoa katika jina la Yesu Kristo. Linabatilisha matamshi kwenye anga langu, limebarikiwa anga langu, limebarikiwa kwa jina la Yesu. Endelea kuomba tu hapo. lama baka siyandorowogosia masa. Endelea kuomba, Yesu anatutia moyo, anatwambia ya kwamba mimi nayaumba matunda ya vinywa vyenu. Kumbe tunapotamka, tunapotamka yale maneno yanayomtambulisha Bwana, anayeumba ya matunda ya vinywa vyetu, anayaumba matunda ya vinywa vyetu. Tamka yaumbike, tamka yaumbike kwa la tamka ya umbike kwa jina la Yesu Kristo, ramabagasiandosia tamka ya umbike.